Hizi gari tulizokuwa nazo hapa ni gari tatu. Hizi gari tumesaidiwa na Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hizi ni baadhi tu ya gari ambazo tutaletewa katika mkoa wetu, kwa maana kwamba kwa siku ya leo tuna furaha kwamba tumepokea gari tatu, ambayo kuna gari moja ya wagonjwa, kuna gari nyingine kwa ajili ya maokozi na kuna gari ya tatu inaitwa command car. Hiyo ni kwa ajili ya officer operation wa mkoa, ili iwe kwake yeye ni rahisi kuweza kufika kwenye matukio kwa uharaka iwezekanavyo. Zaidi katika gari ya maokozi ni kwamba haifanyi maokozi peke yake, bali ina tenki mbili, tenki moja ya maji ambayo ina uwezo wa kuchukua lita mia nne na tenki nyingine ina uwezo wa kujaza dawa za kuzimia moto ambazo zinatambulika kwa jina la fomu lita ishirini. Kwa hiyo o, mara nyingi huwa tunavyoenda kwenye matukio hasa zaidi matukio labda ya ajali barabarani inawezekana kwamba e, gari ikapata ajali na papo hapo kukawa pia na tukio la moto. Kwa hiyo ili iwe rahisi kwamba kufanya maokozi ya watu ambao watakuwa katika changamoto kwa wakati huo na papo hapo endapo kutokuwa na tukio la moto iwe rahisi pia kutumia hiyo gari kwa ajili ya kuzima moto kwa kutumia uh, maji haya ya lita 400 na dawa za kuzimia moto hizo lita 20. Tunatoa shukrani za dhati kabisa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia mgao wa magari haya matatu ya zimamoto na uokoaji. Uh, tulikuwa na magari machache kwa maana ya kwamba tuna gari moja airport, tuna la zimamoto tuna gari ya, la manispaa lakini kwenye wilaya zetu baadhi tuna magari hayo lakini yalikuwa hayakidhi haja, lakini kwa sasa hivi tumetengewa magari mengi ambayo yatatosheleza katika wilaya zetu zote na changamoto ya zimamoto na uokoaji itakuwa imepungua kabisa kabisa katika mkoa wetu wa Kagera. Leo tumepokea pakeji hii ambayo ina gari la operations manager kwa ajili ya mtu ambaye atakuwa anasimamia operation yoyote ile ya uokoaji, lakini tuna gari lenyewe la uokoaji na tuna gari la wagonjwa. Kama ikitokea kumetokea hatari na amepatikana mgonjwa au majeruhi, kuna gari maalum la kumhudumia akiwa anapatiwa matibabu wakati anapelekwa hospitali. Haya ni mafanikio makubwa sana, na kwa muda mrefu kama mkoa tulikuwa tunahitaji kuwa na huduma za aina hii lakini hatukuweza kuzipata. Kwa sasa tumezipata, tuna kila sababu ya kumpongeza na kumshukuru kwa dhati rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Haya ni mapinduzi makubwa sana mimi, tangu nimekuwa kiongozi wa serikali sijawahi kupokea package kubwa ya magari kwa wakati mmoja ya zimamoto na uokoaji. Hii ni mara ya kwanza, na kama mtakumbuka, ni juzi tu hapa tulipokea magari mengi ya polisi. Mkoa wetu ulipata magari 39 ya jeshi la polisi. Haya ni mapinduzi makubwa sana ambayo yanaonyesha kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amedhamiria kwa dhati kuondoa changamoto zote za ulinzi na usalama ndani ya mkoa, lakini pia kuhakikisha wananchi wanakuwa salama pindi ikitokea majanga wanaweza kuokolewa kwa urahisi. Tunamshukuru sana, tunampongeza sana, na sisi ahadi yetu kwake Aa, ni kuyatunza magari haya, kutunza vifaa hivi vilivyoletwa kwetu ili viweze kudumu na kusaidia watu wengi kwa muda mrefu zaidi.